Karibu tena. Mvutano mkali ulizuka katika mtaa wa Riruta pale wakazi walikabiliana na kundi la vijana wa mtaani kuhusu mrundiko wa taka eneo hilo. Kwa muda sasa wakazi wamekuwa wakilalamikia hali mbaya inayosababishwa na takataka hizo, wakieleza kuwa uvundo na uchafu huo umewaathiri kiafya. Licha ya juhudi zao za kuripoti suala hili kwa idara husika, wakazi wanadai kuwa kilio chao hakijajibiwa, hali iliyowachochea kuandamana. Wakazi wanatoa wito kwa serikali ya kaunti kuzoa takataka hizo kuhakikisha taka hizo zinazotatiza shughuli za kawaida. Tumeenda tumeenda kwa neema, tumeenda mpaka kwa chifu, tumeenda kila sehemu, lakini kuna usaidizi tumepata. Sasa ndio tukaamua leo, si tuchukue sheria mikononi maana bila si kujisaidia hakuna mtu atakukusaidia, ndio mm -hmm. maana tumeamua leo, kama itakuwa mbaya itakuwa mbaya. Hizi takataka zinatusumbua kabisa, maana zimefunga barabara, zimefunga mtaro pale, maji ya maji inafaa kupita maji, imetujalia ndani ya nyumba, hatuna mahali pa kuketi. Ukinyesha ni sisi tushinde tukichota maji, tukitoa nje. Kuna vijana wanakaaga hapa hivi, hao vijana ndio wameshikilia kazi yao kuiba, kazi yao ni kutuibia wa mwanamke, huwezi kupita hapa ikifika saa mbili.